Eneo ni Riverside Ubungo jijini Dar es Salaam kilipo kituo cha huduma za maombezi cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa huduma hizo Faza Felician Nkwera ambaye alifariki tarehe 8 Mei na anatarajiwa kuzikwa leo saa 8 mchana. Faza Felician Nkwera alizaliwa tarehe 28 Aprili mwaka 1936 katika kijiji cha Luilo wilaya ya Ludewa mkoani Njombe na alipadrishwa mwaka 1968 na kuanza huduma yake ya kiroho katika mkoa wa Tabora kabla ya kuhamia jijini Dar es Salaam. Katika miaka yake ya awali ya huduma yake alianza kutoa huduma za maombezi na uponyaji wa kiroho jambo lililompelekea kupata umaarufu mkubwa lakini pia mvutano na uongozi wa kanisa la Kikatoliki hatimaye kusababisha kutengwa. Mwenyekiti wa huduma za maombezi Deogratia Sekalulama aliongea wasifu wa marehemu Padri Felician Nkwera kwa ufupi, katika kipengele cha elimu. Mwaka 1996 Julai hadi Februari 1990 alikuwa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alichukua shahada ya pili yani, katika masomo ya isimu na lugha. Vile tumeshazungumzia maisha yake ya karama aliyoipata na kwanza utume wake wa kwanza huko kutumikia na kuishi malogani ya matunda mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane hadi sitini na tisa alipopata karama yake ya kuongea ya kuombea wagonjwa. Padri Felician Nkwera taishia ukurasa huo kwa ajili ya muda, naomba kila mwombelezaji ataendelea kuisoma hiyo wasifu wa baba ambao ni mkubwa, anastahili wengine walikuwa wanamuita nguguo. Mungu maskini aajua. Naomba wapate kitabu hiki, wapate historia iliyotukuka. Tarehe moja wa mwezi wa kwanza elfu moja mia tisa sabini mei, alipata uhamisho wa kwenda kufundisha john ona Mafinga seminari ndogo. Alikaa hapo miezi mitano tu, kisha akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam kusoma kwa miaka mitatu, na huko alisaidia sana fadhawoshi kama bane ulosaria Muhimbili, wakati huo Muhimbili ikiwa ni sehemu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kama nilivyoahidi, naomba nisiendelee sana kwa vile kila mtu anaratiba na wasifu wa baba, basi achukue muda baada ya ibada, alisome asome wasifu wa baba uliotukuka na waandishi wabaya, tutapewa kopi muweze kupata uhakika na usahihi, bila akaukakujikweza kujua kwamba anaweza kuandikiwa was mpaka ukurasa wa 25. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. Tumsifu Yesu Kristo na Bikira Maria. Hii ni Sali TV na Sali Update. Kaa karibu nasi kwa ajili ya kupata matukio mengi zaidi.